Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe kupitia operesheni na misako limefanikiwa kumkamata Festo Justoni Mahenge, umri wa miaka 45, huyu ni mkinga mkazi wa kijiji cha Nduramo wilaya ya Makete kwa kujifanya mtumishi wa idara ya maji, ambapo amekuwa akiunganisha maji kwa watu mbalimbali bila kufata misingi ya sheria maala ya upelelezi wa shauri hili, mtumiwa huyu atafikishwa mahakamani. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe katika wilaya ya Makete limefanikiwa kumkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Fanueli Daudi Kiando miaka ishirini na tatu mkazi wa kijiji cha Maahuru Makete kwa kosa la mauaji ya mtu ambaye amefahamika kwa jina la Ismaili Ayubu Sanga miaka 22 huu ni dereva wa bodaboda boda, ambapo tukio hili lilitendeka siku ya tarehe 21 mwezi wa saba 2025 katika poli la miti katika kijiji cha Isapilano isa Makete, kwa kumpiga bavune na kisu na kumpola pikipiki aina ya ya King Lion yenye namba za usajili MC 853 EEX ushauri wa ukikamilika basi mtuhumiwa atafikishwa mahakamani. Sambamba na hilo, jeshi la polisi mkoa wa Njombe kwa kushirikiana na wananchi limefanikiwa kumkamata Himba Lucas Mkongwa miaka hamsini mkazi wa kijiji cha Utengule kata ya Kifanya wilaya ya Njombe ambaye alikuwa anatafutwa kwa kosa la mauaji katika kijiji cha Utengule ambapo alimuua mkewe aitwaye Kristina Gabriel Loga miaka 49 mkazi wa Utengule kwa kumshambulia kwa fimbo sehemu mbalimbali za mwili wake. Lakini kiini cha tukio hili ni wivu wa mapenzi. Kwa mara upelelezi wa shauri utakapokuwa umekamilika basi mtuhumiwa atafikishwa katika mikono ya sheria. Kwa upande wa usalama barabarani, Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani limeweza kuzuia makosa mbalimbali ya ajali kwa kutoa elimu kwa madereva, wamiliki wa vyombo vya moto, wananchi na maeneo ya mashuleni na kuweza kufanikiwa kupunguza makosa mbalimbali kwa kiasi kikubwa jumla ya madereva elfu saba mia nane 65 walikamatwa, lakini walioandikiwa faini ni madereva elfu saba mia nane hamsini na nane. Waliofungiwa wa leseni ni mmoja, na waliopewa onyo ni watano. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe limemkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Suleimani Musa, miaka 28, na mkazi wa kijiji cha Kiombo kwa tukio la unyang'anyi wa kutumia silaha ambapo alimpola pikipiki aina ya saeoge yenye namba za usajili MC 364 kwa kutumia panga katika tukio hili ambalo limetokea tarehe 16 mwezi wa 8 2025, na na kufanikiwa kumkamata mtumiwa huyu kutoka mkoa wa Ruvuma. Jeshi la polisi limemfikisha mahakamani na mahakama imemhukumu kwenda jela miaka 30. Tarehe 29 mwezi wa 8 2025, mahakama ya wilaya ya Njombe ilimhukumu Stanley Lutumo Lutango kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kubaka. Hii ilikuwa ni kesi namba 67 ya mwaka 2024. Lakini tarehe 29 mwezi huo wa 8 2025 mahakama ya wilaya ya Njombe ilimhukumu Baraka Pateli Gadao kifungo cha maisha kwa kosa la kumbaka, kwa kosa la kubaka. Hii ilikuwa ni kesi ya jinai namba 10951 ya mwaka 2025. Lakini tarehe ishirini na sita mwezi wa 9 2025, mahakama kuu kanda ya Iringa inayofanya vikao vyake Njombe imemhukumu mtu ambaye amefahamika kwa jina la Juma Ladislausi Msemwa miaka 25 jela kwa kosa la kuua bila kukusudia. Hii ilikuwa ni kesi namba 29310 ya mwaka 2024. Lakini tarehe 23 mwezi wa tisa 2025 Mahakama Kuu kanda ya Iringa inayofanya vikao vyake Njombe imemhukumu Juma N. Andrea Kiando miaka 25 jela kwa kosa la kuua bila kukusudia. Ilikuwa ni kesi namba 21460 ya mwaka 2024. Lakini tarehe 23 mwezi wa tisa 2025 Mahakama Kuu mahakama ya wilaya ya Njombe ilimhukumu Juma Andrea Kiando miaka 25 jela kwa kosa la kuua bila kukusudia kwa kesi namba elfu ishirini na moja mia nne na sitini ya mwaka 2024. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe kuendelea kufanya kazi zao kwa kuzingatia sheria na taratibu zilizopo kwani halitosita kuchukua hatua kwa mtu yoyote atakayebainika kujihusisha <tune>